Audhu billahi min shaitani rajim bismillahi rahmani rahim. Ninawashukuru sana kwa kusikiza video yangu ya kwanza. Kwa hivyo tumeingia katika kipindi cha pili. Kwa hivyo, ndugu mpenzi unayenisikiza, tutaendelea kwa tutaendelea kufahamishana. Je, siku hii ya ishirini na tano mwezi wa kumi na mbili ni siku ambayo siku sikukuu za wapangani zilikuwa, ni masikukuu za wapangani zimekatazwa ama zimekata zimekatazwa kuigwa kwa sababu Biblia imetukataza. Baada ya hawa wapanga, wapangani walikuwa wanafanya hayo mambo ya anasa, na siku hizo zimekatazwa. Tunaposoma Yeremia kumi mbili hadi paka nne: msijifunze njia za mataifa. Njia za mataifa, mataifa kama ya kizungu, warumi, wapangani, yani msijifunze njia za mataifa, hukataa hukata muti msituni, kazi ya mikono ya ufundi. Aya hii hutumika kuonyesha kuiga mila za mataifa, kupamba miti Christmas tree. So unakuta siku hii unapoangalia Bibilia tayari sorry, ishatueleza kuwa ya kwamba ni watu tunajiiga tu kwa mila za wazungu ama kwa mila za wapagani ama kwa mila za wale walioweka hiyo desturi yao ya kufanya maovu na machafu. Kwa hivyo sisi tulikuja tu na kuiga hizo desturi, na bibilia imesema kuwa ya kwamba siku hizo watu walikuwa wanakata hadi mpaka miti. Ndipo unapoona Christmas au Xmas, ni siku unaona lazima watu wanakata, ilikuwa ni siku ya kukata, yani muti wa msitu ndipo naona hata watu wanapofanya hizo sherehe, wanapamba muti, wanaweka maua, nikidhani kila eneo. Sidhani kama kuna mahali kumeandikwa Christmas, hata ukiangalia kwa kalenda imewekwa Christmas ama Xmas tree, wameweka muti na iko na mataa, umeona. Kwa hivyo ndugu mpenzi, inafaa ufatilie vizuri maandiko ya Biblia jinsi ambavyo inasema. Tunapoendelea, Yesu hakufundisha Christmas, mbali kufata amri. Mathayo kumi na tano tisa inasema kwa ya kwamba wananiabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa hivyo wewe umefundishwa. Hakuna kwa bibilia mahali kumeandikwa kwa ya kwamba Yesu kazaliwa ile siku. Hakuna mahali Yesu akasema kuwa ya kwamba muweze kusherekea Christmas. Kwa hivyo, Yesu Kristo anasema kuwa ya kwamba, ukipitia katika Mathayo kumi na tano Yesu anasema wanaoniabudu, wananiabudu bure Full stop. Kwa hivyo, wewe kama unamwabudu Yesu Kristo haya ni mafundisho yaliyo, ama Yesu hakufundisha Christmas mbali kufuata amri. Kwa hivyo watu nakuta wanamwabudu Yesu na Yesu anasema na anawakana na anasema nyi wanaoniabudu wananiabudu bure. Tunapoendelea Marko saba saba 7 hadi 7, 7 mpaka nane, mnaacha amri ya, mnaacha amri ya Mungu mkashika mapokeo ya wanadamu Yaani, mnaacha amri ya Mungu ambaye aliwaagiza muweze kufata, akawaonyesha njia za kuabudu, akawaonesha hadi paka, akawatumia manabii na akawatumia na mitume, akawatumia Yesu mwenyewe akawafundishe jinsi ya kuabudu, lakini mnaacha amri zake nyinyi, mnafanya vyenu, mnaabudu ama mnafuata amri za wanadamu. Hayo si maneno yangu mbali ni maneno ya Biblia. Sikukuu ya kuzaliwa Biblia inahusishwa na watu waovu. Hiyo ni mwanzo arobaini ishirini. Siku ya kuzaliwa kwa Farao. Hiyo siku unapo tunaporudi nyuma ili tuweze kufa, kuchambua zaidi. Mathayo kumi na nne sita hadi mpaka kumi Herode alipo hidhimisha alipo hidhi, hidhimisha siku ya kuzaliwa kwake Yohana mbatiza, Mbatizaji akata, akakatwa kichwa chake, wakati Yohana ni Herode alipokuwa anakumbuka ama anafanya happy birthday tarehe hiyo, siku hiyo, nikidhani tumeelewana, siku hiyo ya ishirini na tano nani Yohana Mbatizaji alifanya nini? Alikatwa mkono. Je, wewe siku hii ya ishirini na tano siku ambayo ni ya Krismasi, je unaweza ukajika, unaweza ukakata mumeo mkono, unaweza ukakata mtoto wako mkono, unaweza ukakata familia yako mkono, unaweza ukakata baba yako mkono? Kwa maana Mathayo kumi na nne sita hadi paka kumi, unapoendelea na kipindi hicho, ili usome uweze kupata ufafanuzi wa ndani kwa ya kwamba Herode aliweza kukata nani Yohana mbatizaji mkono, yani ah, yan, sorry, aliweza kukatwa kichwa, kikaanguka kule, huyu Yohana. Hiyo hiyo hiyo tu. Ndio maana umeona, ilikuwa ni siku ya maovu. Biblia haijataja birthday ya mtu mwema mbali. Biblia imetaja happy birthday hizo za watu wa uovu tu, waliokuwa wafanya machafu, watu kama Firaoni, watu kama Herode, yani mambo ya watu ya wapagani wa kale. Yesu Kristo au Yesu aliamuru kukumbuka kifo chake, si kuzaliwa kwake. Sidhani kama Nikidhani tunaelewana vizuri, kwa maana Luka ishirini na mbili hadi mpaka kumi na tisa, yaani Luka ishirini na mbili kumi na tisa, fanyeni hivi kwa kumbu, kwa kumbusho, kwa kumbusho wangu yaani yesu kwa kumbusho wake anawaambia mufanyeni hivi unapoendelea utasoma ili ufafanue zaidi wakorintho wa kwanza kumi na moja hadi mpaka ishirini na sita kila munapokula mkate huu mautangaza, mautangaza kifo cha bwana yesu alisema kumbukeni kifo hakusema kumbukeni kuzaliwa kwangu Hitimisho kwa Biblia. Biblia haisemi ishirini na tano ni Desemba. Krismasi haiku haikuagizwa na Yesu, ni mapokeo ya wanadamu, iliingizwa baada ya karne ya nne. Kwa hivyo ndugu mpenzi, tunapoendelea na mawaidha yetu ama tunapoendelea na elimu yetu Wacha tuendelee katika kipindi cha tatu ama pati thiri. Kwa hivyo usisahau kusubscribe, kulaiki na kushea, na leo hii lazima tuchambue na tuelewane kwa undani. Je, Yesu Kristo alizaliwa tarehe ishirini na tano? Haya tunayoyafata ni maamurisho ya Yesu ama ni maamurisho ya wanaofata mambo ya wanadamu, kupitia mujibu wa Biblia, sio kupitia katika ndimi zetu wala kupitia matamshi yetu, ili kuchafua Ukristo au kuchafua Yesu au kuchafua jina lake. Wahadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.